Walikuwa mmoja hagepata mwingine wa kutolea Mungu m ukisoma Mwanzo, ukisoma vitabu katika kitabu cha Kutoka zinaongea vile, hata kama ni watoto ungepata watoto kumi, lazima mtoto mmoja ungempeleka katika jumba ya Bwana. Hiyo ndiyo ilikuwa sheria, ilikuwa sheria. Chochote tai kumi, lazima ungetolea Mungu. Kwa hivyo Ibrahimu akuwe na mtoto mwingine agetoa, lakini akaambiwa na Bwana, nataka unipatie mtoto wake. Akatoa. Sema amen. Amen abia Mungu the, abia mwenzako the best. mwabie the best. the best, best. best. Akatoa mtoto wake, na maandiko inasema wakati Ibrahimu alienda pale kwenye mulima wa Mori akaenda kutoa Isaka. Maandiko inasema Mungu akaguswa na upendo wa Ibrahimu. Mungu akasema, Ibrahimu, nimeona upendo wako, hakuna chochote unaweza kuninyima Usiwekelee mtoto wako kisu, tazama mbele yako, kuna sege kile. Mungu anataka hana haja na pesa zako, anataka fungu la kumi akubariki, anataka aone upendo wako ndani yake. Sema amen. chini ambacho utatoka kwa upendo ndicho kitafanya Mungu akubariki. Sema amen. Nataka tusome, unsome, Medhari tatu. Nisomee Medhari tatu. Unataka watu wasaidike juu, watu wengi wame, wamejifunga wenyewe wanakosa kubarikiwa kwa sababu ya kutokujua na sio wote hawajui, wengine ni kukataa. Mstari wa tisa nisome tatu mstari wa tisa Very good soma Mithali tatu mstari wa tisa Maandiko inasema uh -huh. Mheshimu Mwenyezi Mungu kwa mali yako. Mheshimu, sikia hapa. Mheshimu Bwana Mwenyezi Mungu na mali yako. Kitu ya kwanza Biblia inasema hali ya kumheshimu Bwana tumekuwa wakora ndani ya kanisa tumekuwa waizi, sababu Mungu anatupatia hata, hiyo ni kidogo, hiyo ni nyingi, tunapatiwa na Mungu. Mungu naye anataka shake, tunakataa kumheshimu haleluya. Sema amen atutakavi na ukiona mtu wa, asheki wakati tunahubiri hii, hata awezipenda Mungu sababu anasikia, anaguzwa mahali tani. Biblia, bibliani Biblia inasema tuheshimu Mungu na mali yako mali yako na ase, asemi mheshimu na mdomo, asemi mheshimu na maneno anasema mheshimu na mali yako yote chochote unafanya lazima umuheshimu Bwana. Ni maandiko imesema umuheshimu Mungu na mali yako na maripuko ya shambarako. Kwa hivyo chochote ambacho unapata chochote ambacho Mungu amekupatia kimehesabiwa fungu la kumi. Pona asifiwe amen. Huwezi kuniambia Mungu amekupatia Mungu amekupatia milioni kumi Alafu unajua kitu moja, mtu akiwa na shida anaza kuahidi Mungu mambo mingi sana. Na ndio kitabu ya Korehi inasema usiwe mtu ya kuongea haraka, sababu unaweza kuweka nadhiri na ukose kutimiza magojoa. Na ndio wengi wamekaa na magonjwa na wengine wamekaa wamelaaniwa, wengine hakuna kitu inaendelea, kazi zao zinaisha, kwa sababu unakimbia kuweka nadhiri. Lakini hapa na neno limesema tumuheshimu Bwana Unajua wengi wanasemaka, Mungu ukinipatia nitakupatia. Mungu ni asante, umenipatia kazi. Mungu ni asante kwa sababu ni, hata nimeolewa, Mungu ni. Lakini anataka umuheshimu na mali yako. Haleluya! chochote unafanya ila, jo, bogo matatu ambayo unafanya ikirenda shilingi 500 hamsini si yako, ni ya Mungu. Ukilima maharagwe eh, goni eh, ya ishirini Si yako zako, no, biri za Mungu. Lakini sisi tumekuwa wakora, tunaomba tunaita Mungu tunamshukuru, tunakuja asubuhi tunalala, hata wengine tunalala hapa tukiomba, lakini hakuna kitu inaendelea. Unasema Mungu ni mwogo. Mungu si mwogo, ni wewe mkora, eh? Ukiandika uko banki, wacha tuseme ukweli, ukiandika uko banki pale kwa kaunta, na we, watu wanaleta pesa, na pesa ipatikani utafanya kazi pale Eh? Msimuniambie. Si utafukuzwa. Naye Mungu akikufanya banki yake, hata hiyo ni kidogo ni kupo kwa sababu hata banki hazitoshani. Kuna Equity, kuna Barclays, eh? Kuna Standard, kuna CFC. Sote ni bank inaitwa bank lakini kuna zile powerful. Eh, haleluya, lakini hata wewe umefanywa hivyo, lakini kama umheshimu Bwana na mali yako, hata Mungu hawezi kukuheshimu. Haleluya. hawezi kukuheshimu unataka mungu akubariki unataka mungu akufanyie lakini anashindwa huyu nikimpatia kama ninimpatia elfu kumi akakula zote. 20 ndio nitampatia anakata yes. anakupatia leo milioni mbili. Eh? mambo ilakuwa mzuri unasema mwaka huu ah, nimebarikiwa. lakini ukiangalia kwa mungu hakuna kitu ulilete bwana asifiwe Leo, ni mzito, leo amunipedi lakini ukweli ni ukweli, tubadilika. Tusipobadilika Jehova ataitwa Jehova. Biblia inasema waizi hawataingia bikuni. Gara zako sitajaa na madebe na mitungi na damu sitajaa. Ani, Mungu anakupatia ukijaribu pande hii unasikia ni pesa, pande hii ni pesa, pande hii unabarikiwa. Watu waweza kusema ameingia kwa shetani, si shetani, ni Mungu amesema kuna mahali shetani ameandikwa hapo eh? Kuna mahali imesema ukisimama uki na Mungu, shetani anakuja kukubariki. Imesema ghala zako zitajaa. Ghala ni za aina nyingi. Sisi hapa Nairobi hatulimi mahindi, tunalima pesa, tunauza vitu, tunauza tunafanya kazi ya matatu, tunafanya kazi ya kopa. hiyo kazi yako si yako, ni Mungu amekupatia akuangalie kama wewe ni mwaminifu. Watu wengine hata Mungu aliniambia na nitasema hivi. Mungu aliniambia kuna watu wamebeba maroni, na wameshindwa kulipa maroni. Kwa sababu wakati walichukua roni, hakuna mahali waliweka Mungu. Hai. Kwa mfano nikuulize. Ni, ni ukichukua roni unachukua kama tuseme milioni moja. Na hakuna mahali umeweka Mungu. Alafu kiasi kumfanya kazi unasema hii ni roni nalipa. Kwa hivyo hapo hakuna Mungu mahali alikujia. Mungu, Mungu, Ma, Mungu akaniambia ukibeba roni lazima kwanza uweke hapo, ndio wakati utakuwa ukiripa na zake zinapatikana pale. Mnanielewa? Mwingine asemaga Mungu, unajua mimi kwanza hii hii mwaka niko na madeni kwanza, kamalize madeni ndio Mungu hiyo mingine tuongee na wewe. Hakuna, mnaongea na nani? Mliadikania wapi, eh? mnadikania wapi? Mwingine anasema, Mungu unajua wewe, unajua hii kazi nikuomba nikuomba tu, na nikakuambia nikipata niki kazi Mungu lakini unajua Mungu, hivi mwezi wa kwanza na wa pili hata hata hata sijakaa vizuri nyumba, sijakomboa hata sijanua mattress. Kwa kwa hivyo unapatia Mungu. Kwa hivyo kwa sababu wengine wakifanya kazi miezi tatu, kazi inaisha, kwa sababu ni mwizi mwizi mwizi, sema mwizi. Sema wanogo wanogo, soma soma, si nyinyi wanogo, ni wale wanakataa. Hebu soma hapo, gara zako zitajaa nafaka uh -huh. na mapipa yako yatafurika divai mpya. Sikia divai mpya yaani, unachukua divi inalikalicho na kitu yote mzuri, yaani itatiririka sasa. Hapa ukifanyia Mungu umpatie mali yako hiyo yake, na maanisha namna gani? Chochote unafanya umeweka Mungu hapo, Bwana asifiwe, chochote unafanya unaweka Mungu hapo, lazima Mungu atafanya ajabu. Mimi hiyo kitu nimeiona kwa sababu niliambia Mungu pesa yangu na, na hesabu zote nikifika, natoka na, na naweka pale kwa Mungu na hesabu kama mwezi kama hata kama ni Tuesday Wednesday, kuna ile na hesabu au unasema hiyo hesabu ya Tuesday na Wednesday sio pesa hiyo, ni ya ni ya kulipa gari, hiyo ni pesa unalipa, unaweka pale, unajua hizo ni za Mungu. Hiyo na shiriki ume, mwezi huu umepata 50000 shilingi elfu tano si zako, weka pale, wekea Mungu, wacha kukula, atunapatia Mungu, kwa sababu ndio unakuta manyumba mingi kwa hapa watoto wanagojeka siku na mshana, saa yote, nakuta masimu za yote, haro, Pastor Pris niombee, Pastor Pris niombee, Pastor Pris niombee. Wewe ndiyo umefanya watoto wako wagojeke juu. Kwa nini? Sikia, umeibia Mungu na umeweka kwa mfuko yako, naye ya shetani. Ni mwizi mumeiba na nani? Shetani. Mumeiba na nani? shetani. Shetani akikosa mahali ya kuchukulia hizo pesa analete ugonjwa kwa mutoto wako, hata si ugonjwa kubwa, omba inafugana mafua kana kauka, unapereka eh, get route unambio 60,000. Ile ya Mungu uliiba na ile haukuiba yote inalipiwa hapo <laughs> Inataka hivyo inalipiwa wapi hapo, ile uliiba na ile haukuiba unalipiwa hapo. Lakini kama hauibii Mungu, Mungu ataondoa magonjwa yote na mimi nasitaka niwambie ukweli hata mimi pastor wakati sikuwa najua kutolea Mungu watoto wangu hata kuna siku hata nilichidwa kulipa na nasema hivyo mzee kamanda ni mshahidi ni alikuwa ananipatia sijui 10000 nikalipia watoto wangu wa getroot mi, mi, miaka ya ya 2 hapo i don't know 2007 hapo 2006 hapo wakarasu wote wawili wamelazwa hospitali ile pesa nilipa ni more mo, than 100000 Nikaribia Mungu akaniambia wewe ndio umeniibia. Kutoka hapo nikaambia Mungu nikubushake kukutolea. Mtoto wako wa Jaira hata ingia kwa hospitali hata wa leo. Wewe kama unataka Mungu akubariki na afunike mashimo yote ya maadui zako, lazima ujue kumtolea. Amen, haleluya, haleluya. Afia mwenzako, funika mashimo, funika mashimo. Wapi afunika mashimo, funika mashimo, shetani asipate nafasi, shetani atipate nafasi. Simwambie, mwambie, mwambie, mwambie. Ende kitabu cha 2 Corinthians mstari wa sita kuanzia hapo. <laughs> Kitabu cha Wakorintho wa pili mm -hmm. mlango wa tisa mstari wa sita, tuanze hapo nasema hivi, uh -huh. Kumbukeni apandaye kidogo uvuna kidogo, kile ambacho unapanda um, kidogo. sema amen. Amen. Ndicho utavuna. Kuna wakati Pastor alisema uwezi lima shamba ya eka tano Alafu upanda maiti moja pale, upanda ingine kule, atugojee ufune kama watu wengine. Wakifuna ule alipanda mzuri, kama umepanda vibaya, lazima utafuna vibaya. Bwana asifiwe, kile upandasho ndisho utakashofuna. Awezi wende ukafuna ya ndugu yako, ambia mwenzako, awezi kule ya ndugu yako. Ya ya yako lazima ukule haki yako, kile umepanda ndisho utakashofuna. Na uwezi pada mwohogo ufute mahindi, hapana. Uwezi pada maharagwe ufune teko, hapana. Upandasho disho utafuna. Soma, endelea usikie. Apandaye kidogo uvuna kidogo, Apandaye kidogo ufuna kidogo. Haleluya! Iyo ni nzuri. Wacha kusema kwa eh, hiyo siyo yako hiyo siyo. Kuna haja kutoa. Kile utapanda disho utafuna. Ukipanda tepe moja utafuna Ile italikana na iyo tepe Ukipanda kwenye kumi ndio utafuna kwa wingi, na ndio Yesu wakasema wale hawana watanyanganyo, iogesee wale ha watu akasema, hapo Yesu ameongea vibaya. Apandaye kwa wingi uvuna kwa wingi, apandaye kwa wingi uvuna kwa wingi. Ukipanda eka 20 na upande mzuri, utafuna maidi mingi. Haleluya, Bwana asifiwe, Amen. Mungu anaweza bariki mpaka mazao yako telling you Mungu, hakuna kitu hawezi fanya. Kile utapanda ndicho utafuna. Kuna watu wako hapa, waje nikuambia, hata wako na chakula chakula inaozea kwa nyumba hawezi patia mwenzake. Nawe siku itafika, hiyo unakataa itakuja kushukuru na njia ingine Haleluya. Kile upandacho ndicho utafuna. Ukipanda kwa kidogo utafuna kidogo, ukipanda kwa wingi utafuna kwa wingi. Haleluya hata ya kiroho hata ya kiroho. Ukifanya na wivu haiwezi ongezeka. Ukifanya kwa uzuri Mungu anakuongeza kipawa, inaendaga hivyo. Mstari wa saba. <laughs> Kila mmoja basi na atoe kadri alivyoamua. Kila mmoja wenyu atoe kulingana na vile anavyopenda mwenyewe, si kitu ya kusukumwa. Mungu apendi mtu asukumwe hata mmoja na Mungu anataka kile ambacho, ile kumetoa kwa upendo, ndio inabarikiwa usitoe kwa sababu nataka kukibishana na watu usitoe kwa sababu nataka pasta moja kuone toa kwa sababu ya moyo wako haleluya soma usikie kwa moyo wala si kwa huzuni kwa moyo bali si kwa huzuni au kulazimishwa. Au kulazimishwa. Very good. kuna watu wacha nikuambia ukweli wanalazimishika mpaka mabwana zao watoe tai wanarasimishana mpaka mabibi zao watoe taid, lakini hawataki hiyo kitu. Mungu, hata ukipatia Mungu, hawezi pokea, hana haja na hiyo. Mungu anataka kile ambacho unatoa kwa upendo wako na moyo wako, si kwa uzuni. Hata sasa nikitolea Mungu hii tide hii si Mungu tashwa na shida. Ukianza kuambia Mungu mambo kama hayo, ataona haupendi kumpatia. Ni kama brother, nikwambie, nitakupatia ikoti yako, nitakupatia alafu nikifika hapo lakini nikikupatia Unaona? Unaona nimerudisha? Hata kama nitampatia sitaki, ndani yangu ninampatia, ni, ni nampatia. En, nampatia, lakini moyo haitaki. Kwa hivyo hata nikimpatia haina baraka kwake kwa sababu sikumpatia na upe, Ah. Na upendo umempatia kwa kusi, kwa kujisukumia au kwa sababu tu ah, ah, kwa sababu tu umeniomba. Sikia, eh, usumbue mtu, mwambie brother, eh, hebu nipatie tu, nipatie tu hiyo Biblia, nipatie tu Biblia eh, alafu waza kusema pasta atakupatia ni baki na nini hmm? Unarudisha yani, uko na kekolo yani unapatia Mungu na hautaki. Mungu anasema hizo hataki, usimulete. Bwana asifiwe, amen. Hataki hizo, kwa sababu nampatia na kekolo. Hawezi hmm, kukubariki <laughs> haleluya. Nakata kitu kingine, Mungu akaniambia kabla nisahau. Ukama umeamua hata kama umeamua kuuza kitu yako, ya aidha ni gari, aidha ni pikipiki, ulete pesa kwa kanisa, usikure hata dururu kama uliamua hivyo. Wengine hapa sisi ni wakora, wezi kabisa. Unataka kutolea Mungu, lakini unasema in, itabaki naye itapatia Mungu na wewe mwenyewe ndio ulikini. Lakini wacha eh, nikuwambie, wakati wote unaongea hata na roho yako. Roho yako inaongea na inasema nitatolea Mungu. Mungu anasikia akiwa wapi? Kwa sababu Mungu si mwanadamu. Mungu anajua mawazo yako, Mungu anajua vile umemwahidi, hivyo ndivyo atafuatilia, na ukifanya makosa hakuna kitu atakulipa na hicho. Hata kama kama ulimwahidi milioni moja, kama utauza gari milioni moja itakupatia, alafu utoe shilingi tano, shilingi gapi gapi, hata hiyo tano ndaa kunulia watoto vitabu, hiyo yote Mungu watahesabu, wata dururu endelea. Maana Mungu umpenda yule mwenye kutoa kwa furaha Mungu upenda yule anayetoa. Sema furaha, furaha na ucheke hapo hapo, ucheke kidogo, hata kama hutaki kucheka, ndio ya kusukumiwa furaha. Sema furaha, furaha. Unatoa kwa furaha, unampatia kwa furaha. Wewe si kusukumwa, ndio miahidi na wewe ndio umebarikiwa Wa nane. Aha. Mungu anaweza kuwapeni nyinyi zaidi ya yale mnayohitaji. Very good. Mungu anaweza wapatia zaidi ya yale nyinyi mnayohitaji. Haleluya. Unapotoa kwa roho safi wewe, kuna kile unahitaji, anaweza kukupatia zaidi. Sa? Saidi. Na ndio kitabu cha Luka, eh, Luka 6 eh, kinasema hapo ya kwamba, Luka 6 kinasema hapo ya kwamba, Nitawakea niwasidikishie na nitikize mpaka ifanye nini? Yeah. Kwa Mungu kuna mifereji mingi sana ya pesa. Sema amen. Wengine wetu tunafinyaga kadi na igia ina mezwa. Badala tubarikiwe tunakaa na shida. Na unajua ikimezwa iki kwa Mungu huwezi pata idadi ya kutoa. Ukienda baka ni mzuri huko utaenda, waambia customer care, can you please kadi yako iko ndani enda uniletee. Mbinguni hakuna mtu atakuletea. Maisha yako imeharibika yote. Sema amen. Mwambie mwenzako, pembeleza Mungu, ATM itoke. Pembeleza. Mwambie kuna ATM nyingi na zimewekwa pale ubarikiwe, zimewe ubarikiwe. Zimewe. Yes, umekataa kuifungua naweza kuwapatia zaidi ya yale mnahitaji. Nataka tuka nyumba uh, nitoke kwa sito, niingie kwa dabu. Hapana, Mungu anaweza kukupatia hata ile gofa kubwa iko na marumu sita, kwa sababu wewe umekubali kufungua milango yako. Haleluya. Kuna mirago umefunga, na hiyo ndio Mungu anataka kufungulia, kubariki. Mungu anaweza kuwapeni nyinyi zaidi ya yale mnavyohitaji. Uh -huh. mpate daima kuwa na kila kitu mnachohitaji, mpate daima kwa kila, ah, kila, ni nini, kila kitu mnayohitaji. Kwa asifiwe. Kube kutoa, kuna njia moja Mungu anaweza tubariki. Wacha vile unaombaga hapa Mambo mengine si maombi itafanya kazi. Ni wewe ukubali, hata wache kuacha nikuulize ukweli. Unaweza enda pale baka nisipaki au ikuite. Atai wa ukuja oo inaenda pesa hakuna haiwezi toka. Uh, tumia kitu itoke. Haleluya. <laughs> Amen. Tumia kitu itoke. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Tumefunga njia zetu. Maandiko imesema naweza hata wasindikniwapatie hata chochote chochote kile ambacho mnahitaji kutoa. Kunaweza fanya uolewe, upate kazi, upate gari, upate nyumba. Haleluya. Maombi ni ya kuvuga nguvu za giza, maombi ni ya kupembeleza Mungu, lakini kutoa unafungua mlango ya baraka ya Mungu. Unabarikiwa na hivyo mzidi kusaidia katika kila kazi njema, na hivyo mzidi kusaidia kwa kila kazi njema. Kazi njema ni gani? kujenga nyumba tunajenga, kusaidia kununua ma TV ya kanisa, kusaidia hata mambo mingi. Kwa hivyo ni Biblia inasema, si pasta Mwai semavyo. Maandiko matakatifu kama yasemavyo maandiko matakatifu, Biblia ndio inasema, maandiko matakatifu yeye hutoa kwa ukarimu, yeye hutoa kwa ukarimu, huapa maskini, huapa maskini, wema wake wadumu milele, wema wake wadumu milele. Sema, amen. Amen. Ambia mwenzako jua kutolea Mungu ni njia moja ya kufungua mbingu, na kama uamini, soma kitabu cha Malaki tatu kumi eh. <coughs> ninyi na taifa na uh -huh. Abia mwenzako umelaniwa kwa sababu ya kunidanganya Mungu ebu Mungu, soma tena wasikie, unajua au arete kusikia hiyo neno Leteni galani mwangu zaka zote, leteni galani yako, matoleo yako, leteni galani mwangu zaka yote. Uh-huh, ili nyumbani mwangu kuwe na chakula cha kutosha. Tuanze e, e, hebu anzia sita, mstari wa sita. Tuanze sita, mimi Mwenyezi Mungu, mimi sibadiliki. Mimi ah oh, very good, hapo nilikuwa nataka kuanzia mimi. Mwenyezi Mungu sibadiliki. Mungu hawezi badilika, akikuahidi ame ahidi. Na hawezi badilika, wewe ndio umekataa um, um, kufanya mapenzi ya Mungu. Mwingine asemaka, kwa nini Mungu aliniahidi nitaenda ngambo? Kwa nini sikuenda? Si Mungu amekataa. Wewe alikuahidi ulienda kuangalia banki yako kama umeweka kitu. Huh? Sasa hii hata tuseme ukweli brother, tuongee ukweli. Si wewe unataka kwenda ngambo? Uwezi kuwa na kwenda ngambo kama akaunti yako haina kitu. Lazima uangaliwe kama uko na kitu. Ndio hata bank statement yako iangaliwe. Usiende kufanya ukora huko. Usikatae kurudi tena kama hakuna kitu, hakuna barua utapatiwa. Na ndio unaona wengi wanaanguka visa, hawapataki visa kwa sababu anaambia, kwa back statement yako iko namna gani? Unaanza kuangaliwa, unajua hauna shamba, hauna kitu. Wewe huyu huyu ni mkora, atataka kukaa ngapo, arudi. Unanyimwa. Aha, mimi Mwenyezi Mungu, mimi sibadiliki. Mimi Mwenyezi Mungu sibadiliki kamwe. Haleluya! Lakini nyinyi wazawa wa Yakobo, amjatoweka bado, amjatoweka bado. Endelea Tangu wakati wa wazee wenu, wenu mmezidhalau kanuni zangu, wala hamukuzifuata hamuku. Basi mimi Mwenyezi Mungu, Mungu mkuu nasema, Mungu ameapa, basi mimi Mwenyezi Mungu mkuu nimesema eh, nirudieni, nirudieni, nami nitawageukieni Sikia hapa, usimamu hapo kwanza. Neno limesema kuja, angalia na huko. Basi hapa kuna Mungu, mimi ndio naona, nimevaa suti ya white, na wacha nijifanye mimi ni, ni Mungu, naye hawa ni watu wa Israeli. Maandiko imesema nyinyi wa Israeli, watu ya Yakobo, mumeniacha tatu wakati wa baba zenu, mumeniazi, mumekataa kufuata sheria zangu. Tena neno limesema kwa hivyo mimi Mwenyezi Mungu nimehapa. Haleluya. Nirudieni. Nirudieni. Haleluya. Unaona? Hawa ni watu wamekataa Mungu, kama vile mumekataa kutolea Mungu. Wame, yaani hawataki kuona sura ya Mungu. Naye Mungu anasema nigeukieni. Eh? Nirudieni. Nirudieni. Uh-huh. Nami nitawageukieni. Sasa, unaona walikuwa naangalia kule wamepatia Mungu mugogo na pesa zao. Naye Mungu amewapatia nini? Mungu, lakini neema za Mungu zinadumu milele. Sasa neema ya Bwana ina, Mungu anasikia tu, hata kama wamenikataa, wacha tu ni wazi kama atanigeukia. Hivyo ndivyo anataka kufu, anafanya kwako kwa. Amekugeukia. Sasa hapo ndio nasema basi nirudieni. Nirudieni nami Mwenyezi Mungu niwageukie. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Kwani atageuka namna gani? Hebu soma usikie, lakini mnauliza. Lakini mnauliza tutakurudia namna gani? Tutakurudia namna gani? Hallelujah wako wa, wa, wa, wa, wa na shida wamelarukiwa, hawana chochote, wameangalia pande ile, angalia tena naye Mungu ameangalia pande hii, nikujieni tena na mimi niwageukie. Lakini kabla wajatoka pale, wanauliza Mungu, tutakukujia namna gani? Haleluya, haleluya. Hawa watu hawajui vile watageukia Mungu, nataka tupate anza. Wat... nami Mungu ninawaulizeni nami Mwenyezi Mungu ninawaulizeni, je je ni sawa mtu kumdanganya Mungu? Lakini nyinyi mmenidanganya. Lakini nyinyi na sio hawa nyinyi, wote mko hapa. Hebu abia mwenzako wewe, mtanigeuka. tutakugeukia namna gani? Je, ni sawa mtu kumdanganya Mungu? ni sawa mtu lakini nyinyi mmendanganya. Lakini nyinyi mmenidanganya. Lakini mnauliza. Lakini mnauliza. Tunakudanganya kwa namna gani? Tunakudanganya namna gani? Hivyo ndivyo hata nyinyi mnauliza. Na Mungu si boja, boja. Mungu si mdanganyivu. Mungu amesema habadiliki. Hapo ndivyo amesema kwanza. Ameanza akasema, mimi Mungu siwezi badilika. Na kile amekuahidi, amekuahidi. Mungu akikuambia utaingia tege. Ales! Kwa sababu wengine wanaahidiwa, anaenda anafanya umalaya kabla hata siku tatu ifike. Akifika pale, kila kitu inaharibika, anarudi hapa. Kwa sababu wewe ndio mdanganyifu. Mungu si mdanganyifu. Na Mungu aweze kudanganya hata siku moja.